Mweshimiwa Rais, jina jina langu ni Kikamaram, natumika na taasisi la usambazaji la habari la UBC tawi la Kasese. Mheshimiwa Rais, wiki iliyopita nchi jirani ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Rwanda ziliweka zilisaini mkataba wa amani na kuna juhudi mbalimbali mbali ambazo umetekeleza kama njia moja ya kuleta amani kote mkoani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Umepokeaje makubaliano hayo na pia unaweza ukasababisha vipi maendeleo kwa lengo la muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Asante sana Mheshimiwa Rais. Mm, The last question. The last part. Yeah, uh, nilikuwa nasema Muungano au makubaliano ambayo yalisainiwa kati ya nchi mbili Rwanda na DRC inaweza ikasababisha vipi maendeleo katika nchi ya Uganda? Oh, oh. Asante Mheshimiwa Rais, tunafurahia tuna, tuna, tuna makubaliano kati ya Rwanda na Kongo uh. Nilipeleka makamu wa, wa rais Arupa alikwenda huko, lakini kwenye speech yangu nilishangilia uh, makubaliano, lakini niliwaambia wote kwamba hii ni sehemu kidogo ya shida ya Congo kwa sababu huu uh, mkataba ni wakati wa M23 Rwanda na Congo na M23 shughuli zao ziko ziko South Kivu, Goma, South Kivu. Sehemu kubwa ya North Kivu iko na shida zingine. Ituri iko na shida zingine kule, labda na, na, na sehemu zingine kuna shida zingine kama uwere, wanaita uwere. Kwa hiyo ni hii ni hatua nzuri, lakini lazima wafanye zaidi, na ikifaulu itakuwa kwa uh, faida kubwa kwa